Sasa hivi Serikali imejitahidi kuwekeza kwenye tiba ya moyo pale hospitali ya taifa ya Muhimbili ambayo tumeanza kufanya mapasuaji, mapasuaji ambayo zamani ilikuwa lazima uende India, Uingereza na Ujerumani, lakini tiba hizo kwa sasa ziko hapa hapa nchini. Tuna vipimo vya kisasa vinagundua matatizo ya uchungu, matatizo yote tuna vipimo vinavyofanyika vikiwemo na ECHO, ECG, Ultrasound, Holter na vipimo vingine vingi, ili kutoa huduma ya uchunguzi wa mapema kwa wananchi. Kwa hiyo mwananchi, unapoona una shida, hata kama hujapata shida, nenda akafanya uchunguzi, uwe na uhakika wa tatizo lako. Na huduma hizi zinapatikana pia kwenye hospitali yetu ya Saifee iliyoko hapo tu karibu na, ospe, karibu na kanisa la St. Peter's. Mafanikio haya yanaonyesha dhamira ya wazi ya serikali ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha Watanzania wapata huduma za afya, iwe ni hospitali za serikali au hospitali binafsi za taasisi mbalimbali ikiwemo za dini. Na swala la gharama limeendelea kufanyiwa kazi, na nashukuru kwa hospitali zetu hizi, sasa gharama zinaendelea kushuka chini. Hili ni jambo muhimu. Nataka niwapongeze pia Saifee kwa kupunguza gharama nyingi kwenye maeneo mengi ya tiba zetu.